Karibu katika makala ya M24 na leo hii tunakwenda kuiangazia maana ya sherehe za Halloween. Jina langu ni Samuel au Samalen. Kila mwaka, tarehe 31 Oktoba, dunia nzima hushuhudia sherehe ya ajabu inayojulikana kama Halloween. Sherehe hii imejumuisha tamaduni, historia na burudani, na kila kipengele chake kina maana fulani. Lakini hadithi ya Halloween ni ya zamani zaidi kuliko tunavyofikiria. Historia ya Halloween. Asili ya Halloween inarudi karibu zaidi ya elfu moja zilizopita katika tamaduni za Celti za Ulaya. Watu wa kale wa Celti walikuwa na imani kwamba mwisho wa Oktoba, kipindi kinachoitwa Samhain, kilikuwa wakati wa kuishia kwa majira ya joto na kuanza kwa majira ya baridi. Walikuwa wanaamini katika siku hii, ulimwengu wa hai na ulimwengu wa wafu unakaribiana, na roho za waliokufa zinaweza kutembelea duniani. Ili kujilinda kutokana na roho hizi, watu walivaa mavazi ya kutisha na kuendesha mila za ndoto na hila za ajabu. Wengine walitumia nyuso za wanyama au vilio vya ajabu kuwatisha roho na kuepuka madhara. Kwa njia hiyo, sherehe za Samhain ilichanganya hofu ya imani, ikawa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Kadri karne zilivyopita, Halloween ilipata sura mpya, hasa baada ya kuenezwa Ulaya na baadaye ya Amerika. Leo hii, Halloween ni sherehe ya furaha, burudani na ubunifu. Watoto hutembelea nyumba kwa nyumba wakiimba trick or treat, wakiomba peremende na kusherehekea. Watu hukaraba nyumba zao kwa maboga yaliyochongwa uso wa kutisha, taa za rangi na mapambo ya ajabu. Sherehe pia huchanganya michezo ya hofu, maonyesho ya filamu za kutisha na mavazi ya aina zote, kutoka mashujaa hadi majitu. Kwa nini Halloween inaadhimishwa? Halloween inaadhimishwa kwa sababu kadhaa ikiwemo: kuhifadhi historia na mila, burudani na ubunifu, kuungana na jamii, kukumbana na roho au hofu ya kale. Na nchi zinazosherekea sherehe hizi za Halloween ni kama Marekani, Canada, Uingereza, Ireland na Australia. Lakini pia nchi nyingine za Ulaya na Asia zimeanza kuwa sehemu ya sherehe hizi za kale. Kwa nini kwenye sherehe za Halloween huvaa mavazi ya ajabu na kutisha? Mavazi ya Halloween hayajazuiliwa na kawaida ni ya ajabu, ya kutisha na ya kuchekesha muda mwingine. Sababu yake ni asili ya kale, ubunifu na burudani, na kutoka hofu hadi kicheko. Sherehe hizi faida zake pia ni kuimarisha uhusiano wa kijamii, kukuza ubunifu, kuendeleza tamaduni na kihistoria, na pia kuburudisha familia na watoto. Kwa ufupi, Halloween ni sherehe yenye historia ndefu inayochanganya imani za kale, hofu, ubunifu na burudani. Ni siku ya kusherekea maisha, urithi, umoja wa kijamii, huku ikiburudisha watoto na watu wazima kwa mavazi, michezo na kicheko. Sherehe hizi tumekuwa tukiziona, tunashangaa kutokana pia na kuwa za ajabu na kutisha, lakini pia zimekuwa zikifanyika nchi nyingi tu za Ulaya kama nilivyokwisha kuzitaja. Ndiyo maana baadhi ya nchi nyingi za Kiafrika wamekuwa wakizishangaa sana sherehe hizi, lakini pia wengi wakiwa hawafahamu nini chanzo cha sherehe hizi au kwa nini sherehe hizi zinaadhimishwa ni kutakia siku njema, lakini pia asante kwa kuiendelea kuifuatilia makala yetu ya M24. Hii ni M24, lakini usite kuwa nasi katika mitandao yetu ya kijamii pale TikTok, Facebook, Instagram, lakini pia na upande wa YouTube. Tukutane wakati mwingine, asante.